Mimi nawasihi kwa unyenyekevu, nawaomba ndugu zangu, wazazi wangu, kaka zangu, rafiki zangu, lakini viongozi wenzangu, sisi kama kamati za amani tunataka taifa hili hata linapoenda kumchagua mtu limchague mtu awe amechaguliwa sawa sawa, awe amechaguliwa na Watanzania. Kwa maana hiyo uwanja ule wa watu kufanya huo uchaguzi uwe safi, na sisi tunahubiri pia haki kwamba haki itendeke, anayeshinda atangazwe. Watu watakukuru fanyeni kazi. Tena fanyeni kazi vizuri. Watu watakukuru msifanye ati eti wakati wa uchaguzi mkuu, fanyeni hata sasa, ndani ya vyama huku, ndani ya vyama nako kuna shida. Na nami nawapongeza CCM. Kwa nini? Unajua, nawapongeza ule udiwani tu, watu mia tano sijui mia ngapi kuchagua kwa, kama una rushwa yako toe laki laki kwa watu mia tano sijui elfu moja CCM huko, eh, niliwaona wapo eh nasikia ule ubunge watu elfu kumi, bwana mchezo sasa. Na hiyo vingine mimi ningevishauri wekeni hukumu. Tumechoka sisi kwa viongozi, viongozi wasioeleweka. Yaani mtu kwa sababu ana hela, kwa sababu ni mtoto wa hapa bin humu humu, hakuna habari hiyo. Achaguliwe mtu kwa uwezo. Achaguliwe mtu kwa nini? Kwa uwezo. Shughulikeni na ndani ya vyama, msisubiri nje. Sasa shukeni, njoni kwenye vyama huku, laleni na kila mtu anayetaka kugombea, na hakuna chama kidogo Tanzania, hakuna chama kidogo. Vyote viwekeni utaratibu, anayepatikana mtu katoa rushwa, anadakwa, pelekwa kwenye sheria.